Baba, mwenyezi na mwenye rehema, ubali kusikia maombi yetu, nena pamoja nasi, ukitubariki kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kristo Bwana asifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Basi niwaambie wapendwa, dunia hii ambayo tunaishi huko na mito aina nyingi, kuna wito wa aina nyingi. Kwanza kuna watu ambao wa wana wito ya kulipiza kisasi juzi nilisoma katika habari kuna jamaa moja walipoombana na mwingine husu shamba na yeye akapata wito sio kutoka kwa Mungu ya kulipiza kisasi yeye aliamua kwenda kununua petroli na kifuta na yeye yenye alifanya, alifunga nyumba ya watoto sita wakiwa ndani, alifunga nyumba na kifuli na akaasha moto. Ndani wakufe wote. Kitu cha kwanza aenda akafungia nyumba nje na kacha, ilikuwa nyumba yenyewe. Kitu iliwaokoa ni mtoto mdogo alilia, yeye akasema kaso wamepona. Kama ingekuwa si hao watoto, afadhali wangekufa wote, amesikia mwisho kile mtoto alilia akasikia na huruma akaamua kufungua na akatoroka, akasema mwacha wapone. Hii dunia kuna wito wa avieta, na mimi nakwambia hiyo wito ni kali. Nilifikiria ni wazee peke yake, hata siku hizi wa mama wamepata wito ya avieta beti. Na kuko na mama moja alichangiwa elfu mia mbili ya chama na akaambiwa rafiki yake ungetaka kuongeza pesa. Sikia wito wa Vieta, akaweka elfu mia mbili kwa Vieta. Na naambiwa Vieta haina msamaha ndugu nukun ina mesa elfu moja ina mesa elfu mia mbili

Sweet. La meno nane ilipolewa hayo alalamika, akaangalia wengine wako na meno funu. Yeye akasema ni mzuri, kila wakati analalamika gamn, kila wakati analalamika kila well, kitu kwa sababu ana meno nane, lakini akakuta siku moja hapo na meno naigogo alienda kanisa kushukuru Mungu ya kwamba kwa hii meno mbili yenye imebakia, moja inafuatana ingine iko juu na ingine iko chini, akisema kama gongo shukuru kwa meno mbili. Na mbili mwenye imebakia na ishirini na nne, si lazima nishukuru leo? Nataka kusema nitaitikia wito kwa kumshukuru Mungu. Kenya tumekuwa na habari mbaya fifo kila pahali ini nataka kusema itikia wito wa kumshukuru Bwana. Usikubali wito wa kulalamika na kuvunjika moyo na kulaumu wengine. Kwa nini nitamuitikia, nitaitikia wito wa kumshukuru Mungu? Kitu cha kwanza nitaitikia wito ekondie wanadamu, wakati mwingine sio wewe, lakini Mungu ni mwe kuna jamaa alichukuliwa na mama akiwa mdogo, yati akamwandika kama mfanyakazi hapa tu simbal hayi mama alipokuwa ms jamaa alipanga na wengine wakaua huyo mama, na kuna jizi ya usiku. Simu ilipopatikana ya huyo mama, ndiyo huyu jamaa akashika. Wana damu sio, lakini mimi namshukuru, naitikia wito wa kumshukuru Bwana kwa sababu Mungu ni mwema. Kwa nini nasema Mungu ni mwema? alinikubali vile nilivyo nilifanya mambo tofauti, lakini nashukuru Mungu, yeye ni mwema, alinikubali vile nilivyo. Baba yangu ya living certificate waliandika Chesosi is a man of average academic abilities, yaani mimi nina ninaelewa maneno ya masomo susceptible Influence. Kwa sababu nilitaka kuchoma kamsina jaijape kitabu. Na watu waliponiangalia, wakaona sikustahili kuenda popote, living certificate iliandikwa vibaya, lakini leo nahubiri kwa sababu Mungu ni mwema alinikubali vile. Wakati <laughs> <laughs> mwingine historia yako inaweza kuwa kua lakini nashukuru Mungu yeye ni mwema, anavyokubali vile mraji. mm -hmm. Wakati mwingine unaweza segea historia ya mtu, lakini hajui Mungu alimsamehe na alipomsamehe yeye akumbuki, lakini wewe bado unakumbuka na unaweza enda jianamu ukikumbuka ya mwingine, na namnasahau ya kwamba Mungu ni mwema, amemsamehe na amesahau anasamea akumbu akumbuki. Si iko mzee mmoja tulienda kwa kesi kwa gari, alikuwa na akaniambia, watu wewe ni patri vijana, uwezi kuniambia kitu mimi, niliona hili sixty eight na maneno yote na andika. Mwaka ingine bibi alikula saidi, akaandika kile. Mwaka ingine kijona simyani kila mwaka ingine, mama alipiga kelele, akaandika, lakini Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Kwa nini, nini, nini nimeitikia wito wa kumshukuru Bwana. Jambo la kwanza ni no, kwa sababu Mungu ni mwema God is good. Yesu umua lakini Mungu ni

kijana mdogo alimuinamia, lakini yule ambaye tunamuinamia aliumba mbingu na nchi. Hata shida zako ni kidogo mbele zake. Yeye ni mkubwa, ni mkubwa kushinda shida zako, hata ni mkubwa kushinda magonjwa yangu ambaye ananisumbua, hata ni mkubwa kushinda huzuni ambayo tuko nayo leo. Kanisa tuko na huzuni, tulipoteza mwalimu Komori. Lakini, God is bigger than all our fears and worries. Ukapoteza mwalimu na hiyo wakati kama huu, Mungu ni mkubwa Amen. Kwa hivyo kila siku ingia kwa jama sio ya ya kulalamika Mungu jama ya kumshukuru kwa sababu ya vile alivyo, Mungu wetu ni mkubwa tena. Mungu wetu yeye ni mwema. Yavona pili, mimi nitamshukuru Mungu kwa yale alio ni ni muumbaji, hata binadamu wakijaribu kuchafua, bado hiyo mtu ni safi, kwa sababu Mungu ni muumbaji <coughs> He created the world na kili aliumba, hakuna neno lisilowezekana kwake. Kwa wapendwa ambao tumekusanyika hapa, kwa nini kila siku naamuka kumshukuru Mungu ni kwa sababu Mungu yeye ni muumbaji na aliniumba na vile aliniumba, ninajua hakuna neno lisilowezekana kwake. Ni kila mgonjwa nampelekea, mashaka yote nampelekea, kwa sababu aliniumba na hakuna neno lisilowezekana kwake. sijui kwa nini watu wanaenda kutafuta wanadamu kupeleka shida zao, na sisi tunaitwa kila siku kumshukuru Mungu ambaye ni muumbaji. Yeye jile anikuumba anaweza ongelesha yule ambaye anapanga maovu na ageuze nia yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Wanasema kulikuwa na mama mmoja ambaye bwana yake alikuwa akimsumbua sana, lakini siku moja, yule mzee akasema, huyu mama anaitwa huyu Mungu wake nyumbaji ameja dalijua kama ni kweli, kama rogeanegaonge kwa <coughs> hipo, akampatia shilingi elfu kumi na alijua huyu mama ni mama mzuri, ana pahali pa pakufica Unajua, ukificha kitu kwa mzee inaweza potea kaoge, lakini mzee anaweza ficha kwa mama kui, sijui wanajipaa ya kunusa, wanaweza jua hata ufijo wapi hata saa zingine alikuidisha pesa anaona kipe, ndio watoto. Yeye anaambia baba yenu hakuna mkate tena, chumvi na sukari, yaani wanajua, lakini huyu alijua hapa. Akachukua elfu kumi akaweka pale. Zee akaangalia mama ameenda huko, akaenda polepole akachukua ile pesa akaweka kwa mfuko, na yeye akasema wacha niende michati ni ndio nikuje nisushie huyu, uone kama Mungu wake ni muumbaji kumbe, mfuko imetoboka. Hiyo alivaa mwaka ya samani, alipokuwa akiruka kwa kidimbwi ya samani. vijana walikuwa wakivua hiyo samaki, wakafua hata nyama, wakaenda kuuza na mzee akaenda kama mwenye huko. Basi mzee ameenda huko na ameona hakuna pesa, imeongeza temperature. Unajua kuna watu wengine wanatafutaka sababu ya kukasirika. Umeona ni wazee kama wamama

penye aliwenda mzee akakuja, unajua, akitaka kususha anaanzia mbali, kila mtu anakaa square yangu hapa gawa ilikuwa na maji mama akaenda akatoa pesa akaletea u mzee fai. Mzee akapiga magoti chini, akasema, mama kweli, Mungu wako ni mpaji, uko na sababu ya kumshukuru. Hii pesa ulitoa wapi? Akamwambia, kula, nitakuelezea na kutokea leo. Akasema mimi

Yesu, Yesu. Nikwambia hata nikwa katika boma yako, yeye ndiye ambaye anaangamiza adui. Pili, anakomboa watu. Baada ya kuangamiza adui, anatukomboa kutokana na hukumu ya dhambi. Hatu safiri tena kwenda jehanamu, sisi ni wasafiri wa kwenda katika jina la Yesu Kristo kuondoa nguvu ya dhambi. Dhambi isitawale Bwana asifiwe. Amen. Yapo na mwisho. kwa nini kila siku ndaamka ni mshukuru Bwana, nitaitikia wito wa kumshukuru Bwana ni kwa sababu ya yale amba hivyo kila siku mimi nitaitikia wito na kushukuru kwa neema ambaye amenipa. Bwana asifiwe. Amen. Na zaidi mimi na msifu kwa neema ya kuitwa mtumishi. Hata neema ya kuhubiri St. Paul's support level na ne neema ya kunipa watu wa kusikia. Mungu akupe neema ukiwa na kazi shukuru kwa neema, wakiita kwa family friends. Wangapi wamewahi kutoa shukrani kwa neema ya kupata mama wa nyumbani? Wangapi wameona shukuru Mungu kwa neema ya kuwa nanite na mke na wakalete shukrani

Karibu ni muulize wewe, mzee, ulipata wapi hesabu? Lakini ni mamia tena. Lakini lakini kama umeolewa shukuru, kama hujaolewa uko na wako pahali ambapo unaita nyumba. Shukuru neema hii. Kuna wengine hawana pahali pa kuitwa nyumbani. Nikifika chuoni sijui, hapo ndani mchana kuna watu wanatembea, usiku yuko peke yake. Hapo kuna na mapoto hesabu Usilalamike. Jumatatu ni siku, hesabu baraka. Jambo la tatu, nashukuru Mungu kila siku akia neema. Jambo la pili, namshukuru Mungu kwa kuniongoza katika njia zangu za wokovu na katika shughuli zangu, na nilisema jana, Mungu anabariki kila mtu peke yake. Kama wewe ni mkulima, hiyo njia yako, Mungu amekubariki. Ukiwa mwalimu, hiyo njia yako, amekubariki ukiwa mchungaji uli njia yako amekubariki. Ukiwa mama unakaa nyumbani na kufanya biashara, hapo ndio njia ambayo Mungu amekubariki. Nashukuru Mungu kila siku kwa njia ambaye amenifungulia. Jambo la pili, kwa kunipa ushindi kwa vita ambazo unapigania. Kila mmoja wetu yuko vita ambayo unapigania siku ya leo, kwa gani mwingine hautaambia mwingine Pigana mwenyewe, lakini Mungu akipigana vita, si vita vyako, vita ni vya Bwana. Yeye amenipa ushindi kwa njia zangu na kwa vita zangu. Wakati mwingine tuko na vita ambavyo vijaisha ndani yetu. Sasa zingine ni ya kudharauliwa, sasa zingine ni vita ya kukosa. Wacha Mungu akupiganie leo, na Jumapili ijayo turudi hapa kumshukuru. Mungu akitupigania atatupa ushindi. Oh, ninamalizia kwa kusema iko vitu vitatu. Mimi kila siku nitamshukuru Bwana kwa vile alivyo, yeye ni mwema pia. Yapo la pili, nitamshukuru Mungu kwa yale alimtendea Yeye data niinua akaneda kwa nafasi ya baa jambo la mwisho namshukuru Bwana kwa sababu ya chini amenipa amenipa neema na katika njia zangu amenipa ushindi katika vita zangu amenipa ushindi. Saa zingine kuna jambo unapigana, Bwana yeye ni wakulete ushindi, kama unahitaji mema akupe imani na nitakuweka mbele za Bwana kwa maombi, akupiganie hizo vita za akupe ushindi. data zili na vita kama kanisa umepatwa changamoto, lakini najua atakupa ushindi katika jina la Yesu Kristo, nakuonde